Pox ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya monkeypox ambao ulitangazwa na Shirika la Afya Duniani WHO kama ugonjwa wa dharura ya afya ya kimataifa Agosti 20, 2024. Mnamo tarehe kumi Machi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitangaza kuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa huo nchini, hali iliyopelekea taharuki sana miongoni mwa watu mbalimbali wakijiuliza dalili zake ni zipi, njia za kujizuia ni zipi. Baada ya kuwepo kwa taarifa hizo, sampuli mbalimbali zilichukuliwa kwa watu wawili waliohisiwa kuwa na ugonjwa huo ambapo uchunguzi wa kimaabara ulithibitishwa kuwa washukiwa hao wana vimelea vya ugonjwa huo. Mwongozo huo pia, wizara ya afya imetoa dalili mbalimbali mbali za ugonjwa huo wa mpox kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kutoka upele, malengelenge, vidonda vya kwenye mwili, homa, maumivu ya kichwa, vidonda vya koo, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, pamoja na maumivu ya mgongo. Lakini ugonjwa huo wa mpox unaambukizwa kwa njia mbalimbali, ikiwemo kugusana na mtu mwenye dalili za ugonjwa huo, kugusa majimaji ya mwili kwa mtu mwenye maambukizi ya Mpox kama vile jasho, mkojo, mate na matapishi. Lakini pia kugusa vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye ugonjwa huo, mfano vyombo, matandiko, nguo, kula nyama au kugusa mizogo ya wanyamapori wenye maambukizi ya vimelea vya Mpox. Aidha, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa tahadhari kwa wananchi na wasafiri wote hasa maeneo ya mipakani mwa nchi kuchukua tahadhari ya ugonjwa huo ikiwemo kugusana gusana. Kutokana na taarifa hiyo, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa tahadhari kwa wananchi hasa wasafiri na wale wanaoishi maeneo ya mipakani kuchukua ya ugonjwa huo ikiwemo kuepuka kugusana. Lakini mtu unapohisi dalili yoyote ya ugonjwa huo, wahi kituo cha afya ili kwenda kupatiwa uchunguzi awali wa afya ikiwemo kupima joto la mwili. Aidha, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia wizara ya afya inawataka wananchi wote kuchukua tahadhari ya ugonjwa huo wa Mpox, hasa wananchi wanaosafiri na wanaoishi maeneo ya mipakani kuepuka kugusana gusana, lakini kwa mtu atakaye hisi dalili yoyote ya ugonjwa huu awai katika kituo cha afya kufanya uchunguzi wa awali ikiwemo kupima joto la mwili.